7 nasoma kat, katika jina la Yesu Kristo nasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu mm. naye akanichukua nje katika Roho ya Bwana akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na, na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana Akaniondoa mwanadamu. Aleluya! Nasoma katika jina la Yesu Kristo, kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika, uh, akanichukua katika roho ya Bwana, uh, uh -huh. Katika roho ndiyo akaniweka chini katikati ya bonde nayo limejaa mifupa akanipitisha karibu nayo pande zote. Ndiyo. Na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo na tazama, ilikuwa mikavu sana. Ndiyo. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu e, Bwana Mungu. Ae. Wajua wewe, wajua Bwana, wajua. Akaniambia tena. Ndiyo. Toa unabii juu ya toa, mifupa hii. Toa, unabii toa unabii Iiambie uh -huh. Ini, e mifupa mikavu ndizikieni. mm. Neno la Bwana sikieni. Bwana Mungu aiambie mfupa hii maneno haya Dio. Tazama, mm -hmm. nitatia pumzi ndani yenu, nani mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunikiza ngozi uh -huh. Na kutia pumzi ndani yake uh -huh. Nani mtaishi uh -huh. Nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, leo ni siku ya kutabiri haleluya. Na kama ni baki kabisa kwenye ujumbe ile Mungu alisema na mimi juu ya Kerege, haleluya. Lakini kuna ujumbe mkubwa ile Mungu alisema na mimi wakati mi nafanya ile ajali, wakati niko na kufa pale barabarani, wakati minaweza kuneza ufahamu kabisa pale chini barabarani. Na mimi nilikuwa nasema huko ndani, unajua Kiswahili hapo kwetu tunasema mimi nakufa. Nasema mimi nakufa. Pale chini barabarani moyoni nikasema mimi nakufa. Lakini Mungu mwema hakuruhusu. Haleluya. Nafikiri na mimi nilikuwa ile kama maiti tu, lakini ali kwa wema wake na neema tuna huruma, alifanya tena pumzi karudi ndani mwangu ili nipate kusimama kwa mara hii. Akanipa kazi ya kufanya, ananiambia nenda Tanzania. Nafikiri Mungu aliweza kunituma ta Zambia, aliweza kunituma ta South Africa, aenituma ta ku Malawi. Ananiambia kabisa, mi nakupisha kabisa ujumbe huu, lakini tutakuwa na masiku mingi nitaongea. Akaniambia nenda Tanzania, utakutana na watu wame lakini ndio watu wamefungwa ndani ya magereza haya matatu: gereza ya Yusufu, ya Samson na gereza ya Petro. Kwa kifupi, ile gereza ya Yusufu ilisababisha na chuki na wivu. Watu walimwonea Yusufu wivu tu wakamfanyia mambo na Yusufu akapatikana ndani ya gereza. Inawezekana wewe jioni ya leo, na wewe watu wamekufanyia mambo, ni chuki na wivu tu chuki na wivu tu juu ya ndoa yako, watoto wako, mume wako, biashara yako, uchumi yako nzuri, chuki na wivu. Lakini hii gereza ni chuki na wivu ya watu wa karibu. Namshukuru Mungu ni mwema, ametupatia kituo kizuri tu hapa. Tutapata muda ya kuongea na wamama wa, wa, wa Matumbi hapa, tutapata vijana wa Matumbi, tunawakaribisha ili tupate kwenda kukutoa ndani ya ile gereza inasumbua maisha yako Haleluya, haleluya. Amen. Kulikuwa na gereza lingine; lilikuwa ni gereza ya Samson kajipeleka mwenyewe kwa kaaba. Ha, inawezekana na wewe usha kujipeleka sehemu imekwama huko, lakini <laughs> haijalishi Mungu wetu anakuwa na solution bila kumwambia Ezekiel na Ezekiel anasema akanishukua katika roho, akanishusha katika bonde. Nikaona mifupa mikavu. Na mimi vile vile kufika kwangu kwangu Matumbi Ilikuwa ni katika ndoto ya Rebeka. Rebeka atakuja hapa, ataeleza mwenyewe. Anaota ndoto binti Rebeka, ananiona niko pale manofu na watu wanakuja kwangu. Haleluya, amen. Ilikuwa katika ndoto na mimi nasema nilichukuliwa katika roho, wakanileta hapa Matumbi, wa mama na vijana wa Matumbi wakaja kutaka kupata msaada kwangu. Nilisema jana na nasema leo tena ya kwamba mimi sijakuwa kuleta msaada wala niweke lori hapa, tugawe tugawe, unga, tugawe pesa. Mimi nakuja na jina la Yesu yes, na jina la Yesu. Ah, no, no, inazidi kila kitu no, na jana mimi nilikwambia ukiwa na sifuri unaweka pale jina la Yesu unapata kila unatafuta wewe. Amen. Aleluya, haleluya. Kwa hiyo watu wa mama, wa, wa, wa, wa, wa, wa Matumbi, niko hapa, niko hapa kukutoa ndani ya ile gereza inasungua maisha yako hata kama ulijipeleka mwenyewe sio shida, utatoka kabisa na unatoka na unaanza kutoka katika jina la Yesu tena. mm-hmm. Gereza ya tatu ilikuwa ile ya Petro. Anasema Petro tu Herodi er, ili, ilimupendeza tu, jana anaua watumishi wengine, leo anamkamata Petro anamutuma gerezani juu ya kumuua, lakini kanisa ilifanya maombi juu ya maomi. Petro inawezekana ni ila shetani tu Leo unapatikana umefungwa kwenye maisha, lakini uwe na amani. Kanisa tuko hapa kuweza kufanya maombi juu yako, utoke ndani ya ile gereza na kufungua maisha yako. Mungu apewe sifa sana, haleluya, haleluya! Hey. Niko hapa kutabiri leo juu ya maisha yako ya ah, kuna kitu kimesha kufa kabisa, hata imekuwa mifupa lakini alimwambia tabiri, na mimi leo ninaweza kutabiri kwa maisha yako kwamba kijana, sikiliza mimi, nimetabiri sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ah, kwamba ile kazi yako ilibariki maisha yako, biashara yako, wewe mama, baba, ninatabiri uhai, uzima juu ya maisha yako, juu ya kila chochote kilifunga, kila chochote kimesha akupata, na matumaini. Haleluya, amen. Kwa hiyo Ananipatia hii pelege, ananipatia kituo hapa na kile kituo, nakuuliza itakuaje? Lazima ni matumaini. Matumaini senta iko hapa, tunakuja kuleta ujumbe wa matumaini kwa ile mifupa mikavu, kwa kile kitu chako kimekufa, tunaleta matumaini ya kwamba itaishi tu, na hata leo Mungu awake ile pumzi jumuisho baiwalia, roho ya Bwana itoke upande wote iko iweke pale uzima na ina tabiri uzima ndani ya familia yako, ndani ya too yako, ndani ya watoto wako yes, katika jina la Yesu uzima ndani ya afya yako. Haleluya, haleluya, niko na historia kukupi nitakwambia, ndani ya dakika moja ya kwamba aleluya, minakagupatia na tumaini kabisa kukwambia kwamba yote yanawezekana, yote yanawezekana Unawezekana. kipindi hiki unaweza kuangalia maisha yako, unajiuliza itazaazaje, itakuwa kuwaje? Hata mimi nikuambia ya kwamba kama ni juu ya kufariki, mimi ni mmoja ya ule alifariki kidogo hivi. Na ukiuliza watu, madaktari, kama wako hapa wanisikia, unajua ubongo ya mtu ukipoteza tu kuingisha oxygen kwenye ubongo dakika moja, ni nyingi sana utatoka pale umesha kuwa mlemavu, wala unapata shida. mimi sijajua ngapi na mimi nilipoteza ufahamu, lakini wakati mimi niliamuka kwenye ile kwenye ile timo tasema ili nichukua miaka miwili miaka miwili ili niweze nipate nguvu na akili na kila kitu. Wakati nilitoka kwenye ajali mimi niliingia ndani sikuweza kutoka hata kwenda popote, hakuna biashara, hakuna kazi hakuna cha watoto hakuna. Niko nakaa pale, niko napoteza u. Kila wakati nikiingia bafuni, naanza kuoga, akili ikipotea iki, naanza kujiuliza niko wapi, nafanya nini? Nitaangaika sana pale. Haleluya. Mume wangu akiwepo ataona ndachelewa, ananifuata toka. Naambia, niko nafanya nini hapa? Ananiambia ulikuwa unaoga, nasema okay. Unaona miaka hii lakini ndani ya ii miaka miwili nilikuwa shuleni darasani, kila siku Mungu unanifundisha maisha ya Yusuf, maisha ya Samson, maisha ya Petro nilikuwa darasani. Haleluya. Amen. na wakati mi nafanya ile miaka miwili na naa napona kidogo hivi, ndio akanipa ujumbe akwenda sasa Tanzania. Haleluya, nipo kazini mi. Nimekuja hapa Matumbi, mi nashukuru majirani wangu wamenipokea vizuri sana, nashukuru na kwa maono ile siku Rebeka aliona watu wengi wanakuja kwangu, na mimi naamini kwamba watu weko tayari na kiliuu alizokitoa Kongo tio hata mtu mmoja yeah. Naweza kuingia hapa Matumbi, ninaongea, unanisikia uko nyumbani, hata popote pale barabarani, sijui ni wewe nakuhusu, na kuhusu nakwambia, karibu njoo. Mungu alinirudisha kutoka mauti, ananipa uhai tena, niko hapa Sio mauti tu, niko nasema kitu. Niko na watoto wangu wa kanisani kwetu hapo, wanajua. Kuna kipindi mimi nilipata mi shida ya miguu, nikaingia kwenye nini kiti. Haleluya, amen. Sikuweza kutembea tena, nilikuwa kwenye kabaskeni kawalemavu. Sikujua kwamba inawezekana tena mimi kusimama. Ndio, kwa maana wapendo, mtanisamehe sana, nikipata fursa ya kumsifu Mungu, niache niimbe juu ya huyu Mungu. ah, kum, unaniweza yeah, hey, yes. Yes, kunitoa kwenye baiskeli ya walemavu nitembee tena yes. ah, yes. Yesu anaweza yes, najua ajuminajua vizuri. hii tu nikupe tu kidogo, mimi nimeanzia maisha ndani ya kichumba kimojaianiki kitanda kiko hapa Begi yuko hapa, masani yuko hapa, kila kitu kiko pale. Najua Mungu kanipitisha darasani. Haleluya. Aleluya wa mama wenzangu, ah, sema uko darasani, sema niko darasani. Ni darasa tu, ni darasa. Nyumbani vile visketi. Nilikuwa na kisketi changu na kiblauzi changu. Nikitoka kanisani kile kitenge cha njano na ile blouse ya blue. Na wote walinijua kwamba ule mama wa kitenge cha njano na ule mama wa blouse ya blue. Walinijua kabisa, haleluya. Ah, sema Yesu anaweza yes. Umwambie jirani wako kwamba ni, ni wakati tu, mwambie ni wakati tu eh, umwambie darasani, umwambie nani jirani wako kwamba niko darasani. utaongea vitu unajua, mimi nikikwambia kama kichumba kimoja unaweka po na Yesu, utashanga, unaishi gorofani. Aleluya. Mimi nilikuwa nauza mkaa, mkaa, vimkaa hii vidogo vidogo. Aleluya. Sijui sijue ni lipananaje, ushana mtu na miwani kama ya kwangu aku, unaweka vimkaa vimkaa hivi sijui Hivi. Ah! Anaweza, bigumka, bigumka ah, Yesu. Biashara biashara ya ya ya mkaa, mkaa, mkaa, mkaa mdogo mdogo, biashara ya kuuza magari. Haleluya. Mimi hapa. Ah, sema Yesu. Haleluya. Ni nini unasema? Nimeshakwambia kwamba kwenye wheelchair nimekuwa kunyeabasiawalema anaweza uniangalie vizuri. Eh. Eh. Wewe ushakukaa

kidogo katika katika simu. Habari mpenzi, uko huko wapi sasa? Niko Matumbi hapa mimi. Haleluya, haleluya! Yesu anaweza ndani ya ile shida yako, acha nitabiri nikwambie, Yesu anaweza. Mimi ninashuhudia kila ya dini ya, ya, ya magonjwa unatakiwa ni ni kubia kubia, ya, ya kufiwa watoto. Nimefiwa watoto mimi, haleluya Sikuacha imani juu ya hiyo, najua Mungu anajua mzaa mimi najua, nini unataka yote nayote. Jo, uniulize kwenye kituo ketu, njoo na matuali yako, nikwambie. sio ya mtaani. niliona ule mtakwambia yakwangu mimi, na kitabu kizima kitabu tu, kuna kila, kila neno iko mle ndani, nitakwambia. Amina. Nakukwambia ya kwamba tukifika mahali hapo, naniona mimi hivi hapa Haleluya, kuna, kuna sehemu Yesu kanitoa haleluya. Kuna sehemu Yesu kanitoa amejisikisha hapa Matumbi kwa njia ya ndoto, na mimi nilikuwa na imani. Kila siku nasema, Mungu niko hapa Matumbi kusema kutabiri na maisha ya wamama, maisha ya watoto. Niko hapa Matumbi namwambia unipe nafasi, kanipa eneo nzuri hapa. Yes. Na leo tuko hapa kutabiri kwenye maisha yako. Amen. Na ifanikiwe katika jina la Yesu. Aleluya, aleluya. Simama kwa miguu yako Amen.